Hello, they call me Kasim the Grateful Addict. Uh, unapozungumzia kuhusiana na changamoto ya ulaibu hauwezi ukaiacha pembeni. Suala la denial, ni hali ya kukataa ukweli, ni vitu ambavyo vinaendana kwa pamoja, kwamba mtu anapokuwa kwenye changamoto ya ulaibu ni lazima awe na dinai awe na hali ya kukataa ukweli kuhusiana na tatizo lake. Aidha, anaweza akawa anapunguza tatizo, anaweza akawa anahamisha lawama, anaweza akawa anajaribu kuhalalisha kile ambacho anakifanya, kwamba ili mradi tu usionekane kwamba anafanya kosa. Na huwa anapenda mara nyingi sana kuweza kutolea mfano kwangu mimi mwenyewe kwa kuwa ni muhanga. Uh, I was the last person to accept kwamba mimi niko na tatizo, mimi nilikuwa ni mtu wa mwisho japo kwamba familia yangu walikuwa wanajua tayari kwamba Kasimu mimi niko na tatizo. Marafiki zangu pia nao walijua kwamba mimi niko na tatizo. Majirani zangu walijua kwamba mimi niko na tatizo, na ilifika point mpaka wale waliokuwa wananiuzia miadarati pamoja na pombe pia walipata kujua kwamba Kasimu mimi niko na tatizo, ila mimi kuweza kukubali kwamba mimi na tatizo imeweza kunigharimu muda mrefu, almost kuweza kupoteza hata uhai wangu, ndio nikaweza kukubali yeah. Hapa nilipofika kweli, mimi niko na tatizo yoyote. Yule ambaye anatakiwa kubadilika, he must reach a point, ni lazima aweze kufika ile point ambayo naweza nika, huwa tunasema the point of no return, ambayo the ugly side of addiction, ile sura mbaya ya uraibu inakuja mbele ya uso wake na pale zile hali za kupunguza tatizo, hali za kuhamisha lawama zote zinatoweka, na mtu anapata kugundua au anapata kukubali kwamba so, it's